Mapya yameibuka baada ya skendo inayomhusisha mchezaji Neymar Junior kumchiti ama kuchepuka kwa mara ya pili mwaka huu, huku mkewe akiwa ni mjamzito. Mwanadada anayejiuza kutoka Brazil amedai kuwa ni mjamzito kufuatia kile alichokieleza ni kuwa ngono ya watu watatu, ni threesome aliyoifanya na nyota huyo, ambaye mpenzi wake wa sasa ambaye pia ni mwanamitindo nayeni ni mjamzito. Nayara Macedo anayefahamika kwa jina la Anne Awada aliwajulisha marafiki zake wa karibu kuhusu taarifa hiyo kupitia live stream yaliyovuja mitandaoni, akidai ya kuwa alilala na Neymar Jr katika sherehe kubwa ya ngono iliyofanyika kwenye nyumba ya kifahari iliyo mafichoni ambayo inasemekana ilihusisha angalau makaba zaidi ya ishirini. Kwenye video iliyosambaa upande wa Instagram, Masedo mwenye umri wa miaka ishirini na moja tu alionyesha kipimo chanya cha ujauzito uzito, aliyoliwacha watazamaji wakijuuliza kama ni kweli Neymar Jr ndiye baba wa mtoto au ikiwa alitafuta ujauzito huo kimakusudi ili kudai matunzo ya mtoto. Masedo kwenye video sika alisema hedhi yangu ilitakiwa kufika juzi, lakini haijaja. Maisha yangu amegeuka mzaha, kila mtu wananicheka, ni kweli. Akaongeza kuwa nimenunua kipimo cha ujauzito karibu, ili niwe na uhakika kwamba hakitakuwa positive. E Mungu mama yetu Apresida, unaona haya, wiki moja tu tangu niwe mjamzito mzito. Inadaiwa tukio hilo la ngono lilifanyika kwenye nyumba iliyoko shambani ya mwanasiasa na mwandisi wa Kibrazili aitwaye Rafael Mota. Maesedo alionekana kwenye kipindi cha udako cha runinga cha SBT huko Brazil, na kueleza utangazaji kuwa alifanya mapenzi na Neymar Jr pamoja na mwanamke mwingine katika shule hiyo. Amedai alilipwa kiasi cha fedha takriban dola elfu tatu mia tano za Kimarekani, sawa na milioni tisa nukta mbili ili kufanya ngono na nyota huyo wa soka ambaye kwa sasa yupo penzini na mwanamitindo Brana Beckard. Neymar tayari ana watoto watatu katika mahusiano tofauti. Amekanusha madai ya Macedo na kueleza kuwa helikopta yake binafsi ndio ambayo ilikuwa katika eneo hilo kwa sababu alikuwa amempatia rafiki yake. Haya yameburiwa kumuhusu mchezaji huyu wa soka ambaye mapema mwaka huo tayari alikuwa amemsaliti mpenzi wake Bruna na hata kumwomba msamaha hadharani kwa kitendo hicho. Hata hivyo wawili hao waliweka mambo yao sawa na hata kuendelea kuwa pamoja, na hivi karibuni tu walitangaza kuwa wanatarajia kupata mtoto mwingine. Sasa kwa mujibu wa shirika la habari la Brazil na chapisho la michezo la Goal, walieleza kuwa Neymar hivi karibuni alihudhuria kwenye sherehe ya ngono iliyo wahusisha wanawake wanaojuuza ama makaba wapatao ishirini. Na kufuatia habari hizo, tetesi kuhusu salitwa Neymar skaibuka kwa kasi, na sasa mmoja wa hao makaba amekuja na hili kubwa ya kuwa ni mjamzito na huu ni ujauzito wa Neymar Junior. Hiyo ni SNS Management, Audio series za kusisimua